Kauli ya majaji wa ICC ya hapo jana imeweza kuibua hisia kali kutoka kwa wanasiasa wa Jubilee ambao kwa sasa wanalaumu wenzao wa upinzani. Kwenye kikao cha wanahabari, kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Aden Duale na viongozi wengine wa Jubilee wamekashifu vikali mahakama ya ICC. Aidha, akizungumza kwenye hafla tofauti, kiongozi wa CORD Raila Odinga ametoa wito kwa wanasiasa kukoma kushirikisha siasa kwenye swala so zima la ICC. Lafti Matambo na maelezo zaidi. Kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Aden Duale akiwaongoza wanajubilee katika kuikashifu mahakama ya ICC huku akiusuta upinzani kwa kile walichokitaja kwa kukosa mwelekeo. Anadai wanashirikiana na ICC kwenye ajenda zake. Our colleagues, that ask your competitors, we are telling you, please sell your ideas to the people of Kenya. Those people out there in ICC and in Western capitals will never vote. They need first to become citizens of our country. They will never vote for you. Madai yaliyopingwa vikali na kinara wa kod Raila Odinga. ICC is a court that consists of lawyers, very eminent lawyers eminent there. Even the prosecutors themselves

It will fail them in 2017. Wabunge wa Jubilee wanadai kuahirishwa kwa kesi hadi mwaka wa 2017 ni mpango wa kuuzima moto wa Uhuru na Ruto kisiasa wakati huo. Ni jana tu katika taarifa yao majaji wa ICC walionya Kenya dhidi ya kutangaza hadharani masuala yanayoendelea baina yake na mahakama hiyo. The curious charge of leaking confidential filings.

Huenda hizi zikasalia kwa keleleza chura kwa mahakama ya ICC ikizingatiwa kwamba Kenya bado ni mwanachama halali wa mkataba wa Roma na juhudi za kujiondoa tayari ziligongwa mwamba mwaka jana. Je, vuta ni kuvute hii itaathiri uamuzi unaotarajiwa kutolewa wakati wowote wa na majaji wa ICC kuhusu kesi ya Rais Uhuru Kenyatta? Lofti Matambo, KTN Leo, Nairobi.